Niko na wageni hapa uh, Williamson yuko hapa kutoka pale TIA, lakini pia Latifa, habari zako? Umependeza mwenyewe. Bwana William mambo, anasemaje mambo? Inaenda vizuri, Mungu mwema. Habari za huko mtokako Tunawasalimia, eh. Na tunawakaribisha kwenye mbia <laughs> karibuni sana bwana. Asante sana uh, kwanza nataka nifahamu uh, TIA ni chuo cha uhasibu Tanzania si ndio? Ndio. Uh, tunakujaga pale kufanya fanya mazoezi pale, tushakuja, kuna mechi moja pale uh, kucheza na vijana, mliwa mliwazima uwanja, walikodi uwanja wakaja pale, tukawafunga nyingi, tukaondoka Nimesikia mna marathon yeah. Nataka nifahamu kwanza uh, Williamson tamka vyema jina lako. Nataka nifahamu kwanza namna ambavyo uh, marathon hii ni marathon ya namna gani, tunakwenda kukimbia marathon ya namna gani? okay, TIA marathon ni mbio ambazo <coughs> lengo lake hasa ni kusaidia <coughs> watu wenye mahitaji maalum. Na kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya hivi ili kuwasababisha waweze kumaliza masomo yao ya elimu ya juu, kwa sababu anaweza kawa na changamoto moja mbili tatu. Sasa tukaona tusiwache hivi hivi, na sisi kama wahadhiri ama tunaotoa huduma hii Mdia, tuweze kushirikiana nao kuwashika mkono pale wanapojikwaa, tuweze kwenda nao mpaka watakapoweza kuhitimu. Kwa hilo ndio lengo mama la, la marathon na lengo pengine. Kupata idadi ya wakimbiaji wangapi? Tunatarajia kuwa na wakimbiaji kama elfu mbili hivi. Wakimbiaji elfu mbili ndio. Marathon hii inafanyika lini? Marathoni yetu inafanyika tarehe 13 mwezi wa 12 2025, na tutakimbia kutoka TIA pale Kurasini, tutapita daraja la Mwalimu Nyerere, tutakwenda mbele kidogo kama tunatafuta daraja la Mwalimu Nyerere, maana yake kigamboni. Kigamboni. Yes. Yeah. Okay. So, so, tunakwenda kama tunatafuta kibada lakini hatutafika tutarudi tena kama mnatafuta kibada, kama tunatafuta kibada. Kwa hiyo maana yake itaishia roundabout pale roundabout, unakwenda mbele kidogo unafika kama kisiwani, alafu unarudi yeah. Tuseme round about kwa uchache, si ndio? E, kama watakufika kisiwani, ufiki kisiwani, unarudi ndio. Latifa, karibu tena Azam TV. asante e. ni mara yako ya kwanza kufika hapa? Hapana, ni mara yangu ya pili. mara yako ya pili, kwa hiyo ushakuwa mzoefu sasa. una wasiwasi au <laughs> <laughs> una pressure yoyote? mwamko ukoje Latifa? Um, mwamko ni mzuri sana. Ndio, mwamko mzuri ukitofautisha na mwaka jana kwa sababu mwaka jana, hata mwaka jana mm. tuliplani kuwa na watu elfu moja mia tano ma mm. lakini sasa this time tuna watu elfu mbili mm. na tukifanya ile comparison yeah. tunaona kama mwamko wa safari hii ni mkubwa sana mm. yes, mkubwa sana kwa watu ambao bado wanahitaji pengine kukimbia na kuongeza idadi ya hao watu kwa dhamira au hiyo lengo ambayo wamesema kuwasaidia wanafunzi ambao wameshindwa kulipa ada kuweza kuendelea na masomo. Mtu anashiriki vipi, namna ya kushiriki kuweza kukimbia hiyo marathon? Um, kwanza tuna watu wanajisajili dio, kupitia tukio lakini pia tuna Instagram account hmm, ambaye ni TIA Marathon hmm. Ukipita kwenye ukurasa wetu utaona jinsi ya kujisajili hmm. Kwa hiyo tunaendelea kuwakaribisha wadau, bado muda upo bado muda upo, eh? sana leo ndio kwanza tarehe nane. nane. Yes. Mm. na tukio tunatulimu lenyewe panapo jala yake jalali tarehe 13, bado muda tunao, tuna muda mkubwa sana. Kwa hiyo bado tunawakaribisha wadau mm, watu wenye mapenzi mema na TIA ndio wakaribie kwa ajili ya kutimiza lengo letu mama, na ni tukio la kizalendo kabisa kumsaidia mtu kwa ajili ya kuona anafikia malengo yake. mm -hmm. Yeah. Uh, ni jambo la kupigiwa mfano. Kwa hiyo namna ya kushiriki ni kupitia kurasa zenu za mitandao ya kijamii yes. Instagram. Unashiriki vipi? nipo kwenye Instagram sasa, nataka ni, niwe na mimi miongoni mwa washiriki mm -hmm. kwenye Instagram unaingia, mm -hmm. unatutafuta pale tia.marathon, ukifika ndani pale utapata taarifa zote, kuanzia namna ya kujisajili mm -hmm. mbio itakimbiwa lini mm -hmm. ruti imekaeje na kiti inapatikana wapi, mambo yote unaweza ukayapata. Lakini kwa ufupi kabisa, kiti sasa hivi tunaiuza kupitia pale tia uh, Kurasini kwa mtu yoyote ambaye anahitaji anaweza akatupitia pale na akaipata jezi. yes. Yes, maana yake kutakuwa yes, kuna namba najua, kutakuwa kuna namba zile za kukimbilia najua, kutakuwa kuna hizo jezi mtu yeah. za kukimbilia. Na wengine wanakuwa na vitu vyao extra mm -hmm. eh, wanaweka kwa hiyo kiasi labda kima, ukitaka jezi, ukitaka kushiriki. Ndio maana nasema kushiriki, maanake mm -hmm. kushiriki, neno ambalo linajumuisha vitu vyote yeah. ili uweze kuwa mshiriki lazima unahitajika kuwa na hizo mm -hmm. za kukimbilia na vitu vingine ambavyo unatakiwa kuwa umevikamilisha, kwamba huyu sasa ni mkimbiaji na namba mm -hmm. yake itakuwa hii mm -hmm. na atakuwa amekamilisha usajili wake. Nafikiri hapo yeah. ukinijibu hapo utakuwa umenijibu sawasawa. Basi nimesema sehemu ya kwanza ni, ni ni, Instagram, Instagram, kwa maana ya kupata taarifa lakini tuna mtandao ambao tunajisajili ni Tukio, ukiingia Tukio pale utakuta mbio yetu nayo imeandikwa pale. Utaandika taarifa zako, na ukishaandika taarifa zako utafanya malipo ambayo ni shilingi elfu arobaini na tano tu, elfu arobaini na tano Sasa umenielewa? Sasa ukishafanya elfu arobaini na tano maana yake utakupatia t-shirt, utakupatia namba ya kukimbilia hmm. utakupatia wristband hmm. Lakini pia utapata na medali siku ambapo utakimbia uta Yes, pale pengine mmefanya me, me, me, hesabu kidogo kutoka pale eh, TIA mbio yetu ambapo ina, ina, inaanzia pale mm -hmm. mpaka kwenye ile round about mm -hmm. eh, ya Kigamboni mm -hmm. ambayo hiyo umesemea, kama unataka kwenda kwenda kuitafuta uh, kibada, kuitafuta, kuitafuta kibada ndo, yes, itakwamia pale manake sio uh, tuna... Tuna tuna mbio labda <laughs> niseme hivi uh -huh. tuna kilomita tano, yes. kilomita tano ambazo zinakwenda zinatoka TIA. kilomita kumi unakwenda ukitoka darajani mm. roundabout ya kwanza kilomita ukizunguka ukirudi umepata sasa, alafu kuna kilomita ishirini na moja mm. ambazo hizi mm. utakwenda sasa kama tulivyosema, ukifika kwenye roundabout ya pili ile kama mm. unakwenda kibada utakwenda mbele utakutana na petrol station ya Puma, utaenda mbele kidogo alafu nayo utageuka utapata kilomita ishirini na moja. hmm. yeah. Uta, utakimbia ipi katika hizo ambazo umeainishia? <laughs> Kwa mimi nitakimbia nita tano, kwa sababu na uchovu wa maandalizi. <laughs> Lakini wakati mwingine huwa ningependa kukimbia kumi. Ungependa unge kukimbia kumi lati? hmm. nakimbia kilomita kumi <laughs> Anyway, kuna swali ambalo pengine sijakuuliza, uh, ungependa share na watazamaji wetu ambao wanafuatilia mjedela hu uh, tunawakaribisha. mm. Karibuni sana tukimbie pamoja tuwasaidie wale wenzetu ambao mm. na pengine idadi ya wanafunzi wangapi labda mpaka sasa hivi ambao pengine wamekuwa huo au kamili? sasaamb uh, bado hatujapiga hesabu kamili, lakini wanafunzi, kwa sababu tuko nao pale, mwitikio wao ni mzuri. mm. Lakini watu wanje pia nao mwitiki wao sio mbaya kwa hiyo tunazidi kuwakaribisha wengine wawahi kabla hazijamalizika. Hivi tarehe 13 itakuwa ni siku gani? Jumamosi. Ah, itakuwa Jumamosi yeah. Weekend eh. Tuone basi hata hiyo jezi, watu waanze kupata hamasa la hii hii hii imekuja na kuondoka au hii imekuja na itabaki. Jezi nzuri bwana. Latifa, mbona unataka kunijibu swali langu la msingi? Hii <laughs> itabaki <laughs> itaondoka hii. Hii Bwana, watazamaji ambao mnafuatilia kupitia viwanjani huu ndio uzi ambao utatumika kwenye TIA Marathon elfu mbili na ishirini na tano. Run, Inspire Support Yes, ndio kauli mbiu ambayo wanaitumia wana, wana, wana, wana, wana, wana hapo. Kwa hiyo utakapokuwa umelipia shilingi elfu arobaini na arobaini na tano hmm, uh, utaweza kupatiwa uh, jezi yako. Hii sasa hii kwangu mimi kwenye mwili wangu hii sio rahisi hii, mtampatia mtozi ataenda nayo Eh, bila hati wakati eh, unaenda utaenda uta nayo. Kwa hiyo eh, tembelea kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii ukurasa wao mama kabisa ni ule ukurasa wa TIA hivyo hivyo, si ndio? marathon yes, marathon, marathon, marathon, marathon. Lakini pia tembelea kwenye chuo cha TIA ambacho kinapatikana Temeke pale, ile si ni Temeke yes. Eh, Kurasini pale Temeke Dar es Salaam pale, kwa taarifa zaidi unaweza pengine, kama kuna namba za simu tunaweza tukazitaja watu wanafuatilia. Yeah, tuna kwanza jinsi ya kulipia, jinsi ya kulipia. Yes, Aha. tuna akaunti namba ambayo ni yes, mm -hmm. lipa namba. Lipa namba ya yes, lipa namba kwa jina hilo yes, hilo la Yes. Mm -hmm. Lakini namba yake mm -hmm. ni kumi na nane themanini, themanini tisini na mbili t ishirini na sita, lakini pia mm -hmm. tuna akaunti ya NBC NBC akaunti pia mm -hmm. mm -hmm. ambayo namba yake mm -hmm. ni sifuri saba sifuri saba kumi na moja ndio sifuri tatu ndio, sifuri ndio, sifuri ishirini na sita Mm. Sifuri tatu hiyo ni kwa NBC. NBC account kwa unalipia shilingi elfu arobaini na tano hapo wanakashaji sajili ndiyo, na unapata kiti yako. Yes ah, lakini pia kwa sababu lengo letu mm, ni kuwasaidia hawa wenye wanafunzi wenye mahitaji maalum. yeah. Sasa kwa wao wanafunzi hii kiti hawataipata kwa shilingi elfu arobaini na tano kama tano. Watu wengine mm, wao wataipata kwa shilingi elfu thelathini tu, elfu thelathini da. Yes, i see Yaani washindwe wao tunkumikumi tatu. Kwa hiyo kwa wanafunzi wataipata kwa shilingi elfu thelathini. Ndio basi, sawa. Mimi nafikiri kila kitu kimekaa sawa sawa, ama unacha kumalizia kabla ya kuondoka? Naokaribisha na tukaribisha Latifa, eh? yeah. Na um, mimi labda niwaambie tu kwamba safari hii mm, tumejaribu kuboresha zaidi, kwa maana ya kwamba ile ruti yetu kidogo inachanganya mm. Kwa hiyo tukiangalia kati ya mwaka jana na mwaka huu kidogo, mwaka jana kama wakimbiaji kidogo wanajichanganya kutokana na ile njia ambayo iko kule, lakini sasa hivi tumeweza kushirikiana na aa watu wa race organizers. Ndio, ndio. Kwa hiyo tumewaweka wengi sana barabarani watakuwa wanatuongoza vizuri kabisa, kwa hiyo wa kilomita tano atafika mm, kwenye kilomita tano exactly, hatopotea. Wa kilomita kumi atafika kwenye pointi yake, na tuna zile pointi ambazo zinamuonyesha kabisa mm, kwamba unatakiwa upite hapa ili ufike kwenye pointi yako, hivo hivyo na mtu wa kilomita ishirini na moja. Bana mimi niekeni kilomita zangu kumi hizo, tunakukaribisha sana kuwaburuza kwelikweli baadaye uh, zawadi si zitakuwepo? E, waki lazima niondoke na zawadi zangu tena hapo. E bwana, hawa ni wageni wangu kutokea TIA ambao wao wana marathon hiyo, na marathon yao itakuwa ni siku ya tarehe 13 Jumamosi, itakuwa ni weekend e. Kwa heshima na taadhima kubwa sana wamekuja kwenu kuomba support na kwa ajili ya kuwa support vijana ambao wameshindwa kuendelea na masomo kwa ajili ya ada. E, onyesha uzalendo, onyesha udugu na onyesha urafiki kwa...